Yesu sana. Haleluya watu wa Mungu. Sasa nitaanzia mbali kidogo nimekuambia. Tuanzie katika kitabu cha Samueli wa pili e, kuna wengine tayari walikuwa wamesha wameenda moja kwa moja kwenye Mathayo. Mathayo tano sita ile. Heri wenye njaa ya haki sijui ni nini watashibishwa. Sasa mimi sianzii huko. Naanzia huku kwa Samueli Samueli wa pili sura ya ishirini na moja mstari wa kwanza Mimi ndo nitaanzia huko, alafu twende twende taratibu tu, inaamini Roho Mtakatifu atatuongoza vyema. Samueli wa pili sura ya ishirini na moja na ule mstari wa kwanza neno la Mungu linasema hivi: kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mitatu. Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka mingapi? mitatu mwaka kwa mwaka, naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Sasa ndo tunaanzia hapa, twende taratibu tu. Biblia inasema kwamba katika miaka ile ya Daudi, kipindi Daudi ni mfalme anaongoza, Biblia inasema kwamba ilitokea njaa kwa muda wa miaka mitatu mwaka kwa mwaka, maanake kila mwaka kuna njaa paka mo, paka miaka hii miaka mitatu mfululizo. Biblia nasema kwamba Daudi akafanyeje? Daudi akautafuta uso wa Bwana. Sasa swali la kujiuliza, habari ya njaa na uso wa Bwana vinaendana vipi? uso wa Bwana na njaa how come? what the relationship between that thing, vina uhusiano gani hivi vitu, kuna uhusiano gani kati ya njaa na uso wa Bwana? Kwa nini Daudi akimbilie kutafuta uso wa Bwana? Ngoja nimalizia hapa, ijapokuwa pointi yangu key point yangu ni hapo A hey, Biaka nasema Bwana akasema ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeon, aliwaua hao wa Gibeon. Sasa point yangu ipo kwenye A hey: kwa nini huyu Daudi akimbilie kutafuta uso wa Bwana? Ni sawa na taifa la Tanzania leo hii, tunapofika kiwango fulani, tunakosa mahitaji fulani taifa letu mara nyingi huwa linakimbilia kwenye mataifa yenye uwezo kwenda kufanyeje? Kwenda kuazima, kwenda kukopa, au kwenda kuomba msaada, msaada wa mtaji au fedha. Ndio maana nakuta taifa letu au mataifa mengine, sio taifa letu, hata mataifa mengine unakuta yana deni, yanadaiwa, yalienda kutafuta msaada fulani mahali fulani. Sasa huku kwa Daudi tunaona ni tofauti Daudi ameona njaa, taifa lake limeingia kwenye njaa kwa muda wa miaka mitatu. Maana yake ni janga la taifa, sio janga la familia moja. Bwana Yesu asiwe sama. Ni janga kama ni janga la Tanzania, ni wa Tanzania wote, maana yake Tanzania nzima kuna njaa, sio familia ya watu kadhaa ina njaa, taifa zima. Sasa unakuja kujiuliza, kwa nini Daudi hakukimbilia kwenda mataifa mengine kuomba chakula? Kwa nini Daudi hakukimbilia kwenda mataifa mengine kutaka chakula? Halafu neno la Mungu linatuambia kwamba Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana Yesu asiwe sana. Maana yake nini? Tumesema njaa ni ile msukumo wa kutafuta kitu, wa kutaka kitu fulani. Maana yake majibu sasa, tunakuja kupata kumbe Daudi alipoona kuna njaa ya muda mrefu, aliamua kumtafuta Bwana. Bwana Yesu asiwe sana, aliamua kumtafuta Bwana, hakutaka habari ya kuanza kutafuta mataifa gani yenye uwezo yaweze kunipa chakula, au yaweze kulisaidia taifa langu. Bwana Yesu asiwe sana, hakukaa chini na kusema kwamba Nitafute taifa lenye nguvu ambao limejiwekea akiba.